Aisha, Yesu Yesu Yesu Yesu, amsha kanisa. Yesu, uliniambia nikuamshie watu wako waliolala, Dadi, ndio kazi ninafanya. Tafadhali usiniache Dadi, nikaze kwa nguvu zako Dadi, nikaze kwa uwepo wako, nithibitishe hii sauti Dadi, ninabembeleza watu wako wakusikie Yesu, na wajue ni siku za mwisho na weo ume taka usije kabla huja wastua. Bwana Yesu, ni wewe unawapenda. Wengine mnapitia wakati mgumu, unapitia changamoto, lakini nataka nikwambie yote yoyote, ni Mungu anakusogeza ni Mungu anakusogeza magotini, karibu na Mungu ili akunong'oneza jinsi anavyokupenda. Ya wengine mnapitia changamoto za kinapenina sawa sawa na ile mwanzo, sawasawa na ile ile Samueli wa kwanza sura ya kwanza kwamba alikuwa kwa mwanamke aliyeitwa Penina alimchokoza sana mwanamke Hana, lakini ule uchokozi wa Penina na kumhuzunisha Hana na kumsikitisha ulimfanya Hana kasogea madhabahuni, ulimfanya Hana kaenda kwa Mungu. Ndugu yangu unapoona mateso sana, si kwamba Mungu amekuacha. Mungu anasema hajawahi kumwacha mtu aliye wake. Wakati mwingine tunachokozwa na Penina kina Penina wanatusogezaga kwa Mungu. Sogelee Mungu, ana kitu cha kukuambia. Ninatamani usilale, amka ewe usinziae. Mchungaji unayenisikia, unaenda ibadani kufundisha nini? Je, unakwenda kufundisha watu hizo hizo baraka? Na wewe baba mchungaji umeacha njia ya Bwana, na wewe unafanya yale yale anayofanya manabii wa uongo, na wewe umeogopa kuisema kweli mchungaji. Biblia inasema onya karipia, oh, tena kemea kadri ile siku inavyokaribia. Na wabembeleza watu wa Mungu, na kubembeleza Mkristo, na wabembeleza maskofu wetu. Hebu simameni na kanisa nyakati hizi, hebu isemeni kweli ya Mungu bila uoga. Acheni Wakristo wamchue Mungu, wakishindwa washindwe wao, lakini watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa Maarifa yamepotea kila wanapokuja kanisani, wanakuta ni drama, wanakuta tu neno la kuwatia moyo. Ndugu yangu, naye nisketa kusaidia nini? Upate ulimwengu wote afu ukose fara mbinguni, itakusaidia nini? My friend my dear, itakusaidia nini? Kijana wangu mzuri, itakusaidia nini? Binti yangu mzuri, ni kweli wewe ni mlembo, lakini ulembo wako na Yesu wako utakaa sawa. Usitaki kila mtu akuchafue. Itakusaidia nini? Simama na Yesu, si majira haya, haya si majira ya kulowea kwenye mapenzi, haya si